Dada Ester karibu sana. Asante. Na hongera sana kwa hatua uliofika. Asante sana madam. Ehe, um, ulikuja hapa kutafuta kazi, ulikuwa unatokea wapi? Nilitoka Dodoma. Tokea Dodoma. Wewe ni mtu wa Dodoma ndio? Mi mtu wa Dodoma. Okay. mm. A, nini kilikufanya ukasema ngoja niende wa mm. Dada Center kutafuta kazi mm. kwa kweli ni changamoto tu za maisha ehe Manake, nilikuwa na familia yangu. familia yako? Oye. Yani kwamba baba na mama, a, au mke na mume watoto? mimi nilikuwa naishi na mume okay. na pia watoto? Ndiyo. wangapi? Wawili. Kwa okay, kwa hiyo ikaja ikatokea changamoto kidogo. Mm-hmm. Koondo nikaona bora nije nikaa naangalia tu mtandaoni okay. nikaa nimeona tangazo mm. la Wadada Center mm. koondo nikafanya mawasiliano mm. nikafika hadi hapa ofisini okay. ok e. ukapata kazi? Ndio nikapata. watoto uliwaacha wapi? Watoto watoto niliwaacha na mama nyumbani. mama yako? e. mama naye uko Dodoma? e, mama iko Dodoma. ok e. Uh, sawa sasa, baada ya kuja, mm -hmm. tulikupangia kazi, nafikiri kama nyumba mbili hivi, ndiyo. uh, sasa hivi naona umesema, unasema kwamba umekamilisha lengo lako. Ndio lengo gani hilo ulikuwa nalo? Namshukuru Mungu. mm -hmm. <laughs> <laughs> kwa kweli maana mara ya kwanza nilivyokuja uh -huh. nilikuwa na lengo maana mimi ni msusi kwanza. Wewe uh -huh. Wow, okay. ni msusi. Wow. kwa hiyo nilikuwa nataka nipambane, uh -huh. ili nipate mtaji mm uh -huh. kwa ajili ya kwenda kuanza biashara yangu ya ususi nifungue ofisi. Okay. Ehe. uh -huh. kwa hiyo nikawa nimepambana. uh -huh. katika kupambana bosi akawa amenipenda uh -huh. akaniongezea mshahara wow. Ehe, maana mimi nilikuwa nalipwa laki moja. Kwa hiyo bosi wangu akanipenda zaidi akanilipa laki mbili. Wow. E, kwa sasa mpaka sasa nimesha kusanya pesa yangu. Ehe. Nataka niende nende nikanunue kiwanja. Nikanunue kiwanja. Sasa kusanya tayari kwa hapo ndo nategemea niende nyumbani. Eh, katafute kiwanja. Eh, mi waga kidogo napata shida na vipaumbele tunavyowekaga. Yaani kwamba unapata hela unaenda kuiweka kwenye ardhi ambayo huifanyii biashara. Ehe. Sasa nini kitakachokuwa kinaendelea kuzalisha pesa ili yeah. Kile kiwanja utakachonunua mm. Uweze kukiendeleza kwa kujenga labda mm. E, yaani hicho umefikiria hivo, sawa. Nilifikiria na mm. Ndomaana nikaamua kufanya hivyo kwa sababu niliwaza mm. Kwamba nije kwanza kabla sijanunua hicho kiwanja mm. Nije kwanza niongee na Saruni mm -hmm. Pamoja na wewe pia mm -hmm ili kama kuna uwezekano mm. nipangiwe kazi kule kule nyumbani mm -hmm. ambayo nitakuwa nafanya kazi huku mm -hmm. tayari nishanunua kiwanja changu mm -hmm. ambacho nitaanza sasa kujiwekeza kama kununua vitu vya ofisi, ndo nianza mm -hmm. sasa kununua kidogo kidogo, lakini lengo langu sasa hivi mm -hmm. ilikuwa kiwanja cha kwanza, kwa sababu kinaweza kikapanda bei tena bei maki nimepata cha bei nafuu, kwa hiyo sitaki kukiachia ah. Kwa hiyo tayari unachotaka kununua ushakipata? Eh, ushakipata tayari, na pesa yake unayo? pesa yake ni nayo. Okay, sawa. Ah, kwa hiyo unataka upangiwe kazi wapi? Nilikuwa naomba tu Dodoma. Lakini sasa Dodoma ndio nyumbani. Eh, Dodoma ndio nyumbani. Sasa nyumbani, si ndio utakuwa mambo ya kutoka toka. Unajua hapa sisi polisi yetu huwaga hatapendi kumpangia kazi mtu mkoa aliotoka, ni mara chache wanatokea, wachache ambao wanapata bahati ya kupangiwa mkoa huo huo, lakini walio wengi huwa tunawabadilisha mikoa kwa sababu ya ah, kuepusha ule usumbufu labda wa kutoka kila saa, unaenda nyumbani kuona watoto, unajua. sawa sawa eh kwa hiyo itakuaje? Sa, sasa <laughs> eh hey, ni hapo ndo changamoto maana mm, nimekuja ni, ni ni leo kuongea na saa ili muombe hiyo, niombe nafasi ya Dodoma upande hey, ya kwenda na kurudi ndo ah, lengo langu ndo nilikuwa nimeongea na, hmm, niko, ni na hmm, sasa kaniambia ngoja kwanza ya tutaongea, yani kwa sababu <laughs> yani kwanza nyumbani <laughs> <wakangoe> nyumbani Dodoma pangiwe nyumbani Dodoma ambapo nyumbani pili, unataka ya kwenda na kurudi. Yani changamoto ni kubwa sana kwenye kazi za kwenda na kurudi. Hizi kazi za ndani kwa sasa watu wengi wanataka watu wa kukaa, yani ni bora useme labda mm, weekend wewe unaenda nyumbani mara moja kama ni kuwaona watoto e, lakini lazima ukae kazini e, utakaa kuanzia Jumatatu mpaka baby Jumamosi, hmm. Umeona, au ukipata bosi ambaye anaweza kuruhusu hata Ijumaa jioni ndio unaondoka, utakaa labda hiyo Jumamosi na Jumapili jioni Jumapili eh. unarudi kazini. sawa sawa, labda iwe hivyo na madam. Sasa kitu kingine, hmm. kama inawezekana, hata hata kama tu ikiwa hata ya usafi, hmm. ya kufanya tu hata kwenye labda, anaweza nikapata hata kwenye, kwenye mashule. Yani sisi hatuna kabisa hizo, hamna kabisa hizo ah, hatuna kabisa yani, nusema si shughuli za usafi eh. kwenye maofisi mbalimbali eh. Hapa um, kazi tulizo nazo ndo hizo ni ya nyumbani tu, yani za nyumbani ndo tunazo asilimia mia mbili ndo lilikuwa wazo langu mimi hilo mm. kama it, itakavyokuwa ndo hivyo, lakini kikubwa ndo hicho e. Na, na mkurugenzi e. kama tuna opportunity za Dodoma e. lakini e. sio za kwenda na kurudi e. e. kwa sababu ushaonyesha uaminifu umeshafanya kazi na sisi e. Tu, tunaweza tukajaribu kuchukua hiyo mm, riski kwamba tukakupangia Dodoma ile ile yeah. Lakini ndio, sasa pia of course tutakwambia sasa usiende kuwa msumbufu, so, si kwa sababu Dodoma nyumbani <laughs> si ukaanza tena <wezi> kukaruka <laughs> ukaleta usumbufu kwa bosi, umeelewa e? Hiyo tunaweza tukajaribisha, tukiona tena na wewe umebadilika si. Sasa itabidi tumbadilishie bosi mtu mwingine si kwa kazi kazi ya kulala. Uhakika wa kupata kazi Dodoma upo, ila kusema kazi ya kwenda na kurudi hapa Sawa madam. mm. mi nashukuru kwa hilo, kwa kweli umenipambania. mm. mm. hatua niliyofikia ni kubwa, tofauti na mwanzo, tofauti na mwanzo. Oh, ee, kwa hiyo unashukuru kwa hilo. iko huko huko unarudi nyumbaniniee? bado bado nafikiria. Kwanza unafikiria, ila siwezi kurudi bila bila kazi, yani mpaka niwe na kazi yangu, wezi kunisumbua Mm. Eh, kwa hata nikiwa nafanya kazi yangu si ndio? Kama hivyo wamesema, wanataka Dodoma wanataka mm. kazi ya kwenda na kurudi <laughs> kasa ndo ndo, na mimi kwa mumeo sasa, baada ya mya pembe ya pembe, eh eh, ya pembe ya pembe, lakini nafikiri e. walio waliopata hadi ngapi washaelewa washaelewa <laughs> washaelewa <Elewa. laughs> si watu wazima washaelewa. Eh, ina mita muhimu tu. Nachopenda sana kuwaelimisha wanawake ni kwamba eh, yani siku zote kisha wewe kama mwanamke mm. aujiache nyuma, sahau eh, yani au auishi maisha ya kumtegemea mwanaume, ndio usije ukarudi pale ukaanza tena, mara ndio mama wa nyumbani, mara ndio wewe unakaa na watoto una, wa mm. una nini? Hapana, kwa sababu wanawake wengi wamebaki kwenye umaskini kwa sababu mm. wana wao ndio wanawekwa zaidi kwenye mm. yale majukumu ya nyumbani mm. E, bora kwa kule kule Dodoma unaweza ukapata msaidizi ambaye mm -hmm. utamlipa kidogo mm -hmm. akakusaidia shughuli mm -hmm. za nyumbani, wewe mm -hmm. ukaendelea kufanya ujasiriamali mali. Yaani, hivi ulivyokuja, <coughs> umepata mtaji mm -hmm. kwa ushauri wangu wa kawaida uwaga, mm -hmm. yaani ni bora uanzishe biashara kuliko kufanya kuliko kuenda ku umeona wewe umesema unaenda kunua kiwanja. hmm. mimi nisingefanya hivyo ninge ningewekeza kwenye biashara kwanza. hmm. kwa sababu once una biashara, ile biashara inaingiza pesa Ndiyo. kwa hiyo unaweza ukanua kiwanja. hmm. biashara inaweza kukunulia kiwanja. hmm. biashara hmm. itakujengea nyumba. hmm. biashara itakupa vitu, vitu vingi, lakini ukichukua pesa ukaenda kuweka kwenye ardhi e, ardhi ni nzuri. hmm. lakini kama ni ardhi ambayo huna mpango wa kuiendeleza kwa sasa hmm. na huna nyenzo nyingine zozote za, za kukuzalishia pesa hii hela inaweza ikawa ikaishia yani, haitaishia hmm. Na of course ardhi za vijijini pia unajua hazipandi thamani sana kama, e, za kama mjini. Kwa hiyo pia inaweza ikawa sio aseti kubwa sana hmm. Yani kitu kikubwa ambacho wewe utakiwa sasa hivi ujielekeze hmm. ni kufanya biashara hmm. si unaelewa, yani ukisema kwa kuwa nyumbani Dodoma kuna hmm. vitu huko utachukua utapeleka Dodoma hmm. utaviuza hmm. ile pesa labda ita, itazaa inazunguka yani, jielekeze zaidi kwenye kujifunza wow, kufanya biashara hiyo yani, huo ndo ungekuwa ushauri wangu saha. Then ukishaweza kutengemaa kwenye biashara hmm, viwanja vipo hivi, unajua viwanja, kuna mi <laughs> na mme wangu waga tunapenda hmm, ku, ku yani tunapeanaga hiyo challenge yeah, kwa sababu kuna mtu kanunua kiwanja hapo kwetu hmm. mitaya hapo akanunua bilioni mbili bilioni mbili sasa mm -hmm. tunasema o oh, unasema si viwanja vimejaa, si viwanja vinaisha hmm. Swala sio viwanja vinaisha, ukiwa na hela unanunua popote unapotakasijui umenielewa? Hiyo ndio pointi. Kwa hiyo unaweza ukakimbizana na kiwanja kiko kijijini huko hmm. wakati kumbe ungeweza kufanya biashara unakuja okay. kununua tu mjini yaani unakuja kununua kiwanja ukiwa na hela yako unanunua kiwanja eneo ambalo ni hmm. unalitaka wewe hmm. Sijui naelewa, yeah, naunaeza yeah. Ukanunua kiwanja huko. Mimi zamani na mii nilinuaga kiwanja Bagamoyo, ni ndani ndani huko yani mpaka leo hmm. bado hapajaendelea, na hiyo imekaa hapo miaka zaidi sasa hivi ya kumi hmm. Umona, kwa hiyo nikajifunza kwamba kumbe unatakiwa kwanza uwekeze kwenye biashara hmm. biashara zako zikishaanza, yani ukiwa na kitu kinachokuingizia pesa kwanza kununua maeneo ya aseti zako hmm. sio mbaya hmm. Lakini kama bado hujatengeneza biashara hmm. unafanya kazi, unapata mshahara, unaweka pale na kazi yenyewe ndo kama hivi sasa hmm. unashindwa kufanya huku mjini, inabidi utafute, unataka utafute Dodoma kule kule hmm. Aa, na kwa wewe sijui bosi kule atasema na kuweka kwenye kiwango gani, kwa sababu of course sio traditional laki moja tena kwa sasa, tunaweza ukapata ya, ya juu kidogo, labda hizo hizo za laki mbili sawa, umeona e, lakini hmm. muhimu kwa sasa Yaani focus yako iende kwenye unataka kujenga biashara yako, ukitoka kwenye kazi za ndani. Hmm. Kwa sababu huwezi kukaa kwenye kazi za ndani nako huwezi kukaa sana ukafanya maajabu. Hmm. Eh, kazi natakiwa hmm. ya ndani inatakiwa iwe ni startup, mm. sehemu ya kuanzia hey, upate mtaji. Sasa ukishapata mtaji ndio hmm. unajiwekeza kwenye nini? Chaba. Kama wewe unasema ni mtu wa saluni labda unataka kuwekeza kwenye saluni yako ya kisasa. Mm. Of course utaanza taratibu. Hmm. Lakini u, lazima ujenge biashara kwanza inayozungusha pesa hmm. Na hichi kitu pia wanawake wadada wengi au wanawake, wanawake wana, hmm. wana waga hmm. hawa hawawekezi kwenye ujuzi wa kufanya biashara. hmm. Najua biashara unaweza ukaanza taratibu, lakini lazima uendelee kuongeza maarifa ya namna ya kufanya biashara. Hicho kitu wengi huwa wanashindwa. Ndio maana biashara zinaishiaga ndogo ndogo zinakufa, zinakufa. anaanzisha hiyo inakufa. Inakufa, kwa, <laughs> e, kwa sababu hajiongezei upeo mkubwa wa kufanya ile biashara itanuke hmm. na mzunguko wa ile pesa uzidi kwenda vizuri. Kwa hiyo ni eneo lingine pia, of course, naendelea kuangalia jinsi ya kuwa hmm kuwasaidia hmm. Hawa wadada ambao wanatafuta hii mitaji eh. Namna ya kuweza kuifanya ile mitaji ikue eh. E. Eh. Ushauri wako kwamba ningekuwa eh. Yani, ni eh. biashara kwanza, kwa sababu kiwanja utanunua popote tena pazuri zaidi hmm. Unamvua mtu <laughs> kunua nyumba. Kwa hiyo focus kwenye kujenga biashara. Biashara ningekuwa ni mimi uh-huh. Yani mimi nakwambia kwa mimi ningewekeza kwanza kwenye biashara kabla ya kununua kiwanja au nini, biashara mm. kwa sababu biashara ikishasimama mm. itakunulia chochote. Ukitaka kununua gari utanunua, ukitaka kununua kiwanja utanunua mm. Na tena ukitaka eneo ambalo sio huko, kwa sababu wengine wanaenda kununua huko ndani ndani kwa sababu ya hela aliyonayo mm. Na hela yako hairuhusu kununua kiwanja mjini mm. labda utaenda kununua pembeni, pembeni eh. Lakini kama mtu mwenye hela yake ananunua katikati ya mji ndio nakwambia, kuna viwanja, kuna watu hapo wameuza bilioni mbili kwasema eh. Kwa, kwa hiyo kwa, e, kwa usiseme viwanja vimeisha au sijui maeneo yanaisha. A, ukiwa na hela unanunua una popote, popote, popote, muda wowote. Kwa hiyo focus kwanza kwenye enye kutengeneza, kutengeneza pesa, pesa kwanza. Asante e, madam kwa hilo. Kama umeelewa haya. Nimeelewa e. <laughs> Asante. Nimeshaelewa e. Tayari e. Nashukuru sana kwa hilo, yeah. Mm. Na tena hapo hapo nikuongezee wakati unatengeneza biashara, mm. sio rahisi mm. Yaani sio kitu kirahisi kwamba utaanza tu leo biashara ita. itastawi A -a. A -a. E. A -a. Pale nako kunatakiwa uwekeze uwe muda yaani mm. wa kusoma biashara, kujua mm. changamoto za biashara mm. saa nyingine mtaji unaweza ukaporomoka kabisa naweza hmm. hata ukaisha kabisa hmm. Yani huo ndio muda wa kujifunza. Si unajua watu wanaendaga shule kusoma e? E. kwa hiyo kama mnaenda shule nasoma darasa la kwanza mpaka la saba fom 1 mpaka fom 4, fom 6 hmm. chuo kikuu mpaka hmm. mtu anakuja kuwa daktari. Ina maana kuna muda kuna mrefu, kuna, sasa ili uwe mfanyabiashara hmm. unahitaji muda, lakini ule muda sio wa kukaa na kuogopa, ni muda wa kuingia wapun... kama ni, ni kwenye u. Na ungele, yani unajua, <laughs> naelewa, yani kwamba ili uweze kusoma biashara vizuri ni kwa kuifanya, sio kwa mtu kukuambia. Utaambiwa kuambiwa ni asilimia kumi ishirini lakini asilimia themanini ni kwa wewe kufanya, kwa sababu changamoto utakazokutana nazo hmm. labda zinaweza zikawa tofauti na ambazo umekutana nazo mtu hmm. mwingine. hata kama biashara ni moja hmm wewe utajua jinsi ya kuweza kuendelea kupambana. Sasa namna ili uweze kufanikiwa, hakikisha hmm. hapo unaendelea kuongeza hmm. maarifa ya biashara zinafanyika vipi? Sawa, eh. Kwa ukijipa muda mm -hmm. Nasema labda ndani ya miaka mm -hmm. we bado mdogo <laughs> ndani Dan, ya miaka miaka yangu mitano mm -hmm. niwe naelewa nini maana ya biashara, yani niwe najua biashara maanake mm -hmm. nini yani wow, una, toka kwenye hiyo stress kabisa ya kusema si kiwanja si viwanja mi si nini a. We, we, we, baada ya miaka yako mitano, sasa unaanza kuangalia ni mw eneo gani na hela yangu najenga na nini. Safi, bila stress na hela unaingiza hmm. na unafanya vitu vyako vya maendeleo Sawa, nashukuru madam kwa hilo mnipa wazo zuri mm. mawazo yangu <laughs> <laughs> e, kama nitaongeza, <laughs> na mimi juu ongeza na ya kwako, <laughs> e, haya asante e. Nashukuru, haya asante eh ya vinginevyo, nakupongeza kwa kuwa eh kuweza kupata ujasiri hmm. wa kwenda kuja kupigania ndoto zako kwa sababu na wadada wengi hmm especially wa young mothers, wanawake ambao wameolewa bado wadogo. We mdogo bado, kama una watoto wawili hapo <laughs> <laughs> uliwahi kuolewa mm -hmm. Lakini wengine wanakutana na changamoto, afu wanaogopa kuanza upya mm -hmm. kusema kwamba ngoja niende Wadada Center, kuna kazi kwani mm -hmm. siende kufanya kazi za ndani, mi nipate hata pakuanzia, nipate hata mtaji mm -hmm. Sio wote wenye hiyo courage. Huo ni ujasiri ambao Hmm. Ndio umekufanya leo hii hapa umekaa hmm. Unashukuru kwamba kuna kitu umepata mpaka hmm. Umetuambia ume, una mipango ya kwenda kunua kiwanja hmm. Wai kwa sababu ya ule uthubutu hmm. Ulioamua kuchukua hmm. ukaja hapa na muda sio mrefu sana. Unajua mtu anaweza kuona mwaka ni muda mrefu, lakini kufumba na kufumbua mwaka umeisha eh. Kwa hiyo ongera mm. kwa hilo Ma, nafikiri wewe ni inspiration kwa wamama wengine kama mm. wako kwenye ndoa ambazo zina changamoto mm. hawaoni mbele, hawaona, hawana mwelekeo mm. namna ya kujitoa huko ni kwenda kufanya kazi. Okay. Ni kutoka wewe kama wewe uende ukapambanie maisha yako, hakuna mtu atakuja kukutoa hapo. Ndiyo. Okay. Hakuna, utakaa vikao, utaenda makanisa, utafanya hivi, yaani uta... hakuna, utamaliza na waganga hmm. wakukujitoa, wakuja kukutoa na kukuokoa ni wewe mwenyewe okay. kama Esther alivyotoka akaja kupambana, sasa hivi ana mtaji wake, ana confidence yaani yuko hapo, sasa hivi anataka anunue kiwanja, yaani yuko vizuri eh, sasa ni leo. Na kwa hiyo Esther sio aliyokuja aliyekuja hapa, yaani alikuwa mnyonge yani, ana mastress kama yote, kituyo. Lakini huyu wa sasa ana matumaini kwa sababu hmm. kuna kitu kafanya hmm. amepata hela yake hmm. anaenda sasa kujiendeleza zaidi hmm. yani ni yeye sasa kuamua hela yake awekeze kwenye kitu gani hmm. Kwa hiyo, wanawake, kitakachotuokoa kwenye aina mbalimbali za changamoto tunazopitia ni pale tutakapoamua kuwa madereva wa maisha yetu sisi wenyewe, badala ya kumwachia mwanaume akuamulie nini cha kufanya au ndugu au nani akupangie, fanya hivi, usifanye hivi. kusikiliza sikiliza sana mawazo ya nje, sikiliza mawazo ya ndani. Mungu wetu anaongea na sisi kwa sauti ndogo sana, unajisikia kabisa, kwa nini nisiende pale? Lakini mm hiyo -hmm. sauti unaignore, unai, umeona eh. mm -hmm. unaidharau Mtu anakwambia ah, kazi gani bwana, achana nazo. Unasikiliza, lakini kuna kitu ndani yako, ukituangalia unaona kabisa mbona mimi yani kuna, na, najisikia kwenda pale, najisikia kabisa nikienda pale kuna kitu nitapata, au hata sio lazima kuja Wadada Center lakini unaona kabisa kuna kitu mimi nikitoka nikienda kufanya kitanibadilishia mm, maisha yangu Hmm. Lakini unaacha kuipa hiyo sauti nguvu hmm. Unasikiliza sauti za nje, unaogopa, si watanionaje? Si watanisemaje? hmm. Si itakuaje? hmm. Unabaki hapo hapo. Kwa hiyo kazi yetu hii ni kuendelea kuwatia moyo hmm. na kuhamasisha wanawake mweze kuchukua uh, us usukani wa maisha yenu ya hmm. Ukiweza kusimama kiuchumi, mwanamke una activate heshima, mwanamke unaheshimiwa Mwanamke unathaminiwa katika jamii yako katika familia yako na watu wote wanaokuzunguka wanakuthamini na kukuheshimu. Lakini ukijiachia tu, utadharauliwa, utanyanyaswa na maisha yako kwa kweli yatakuwa tu ni mabaya, changamoto zitakuandama mpaka utasema, sasa Mungu kaniacha. Kumbe Mungu mm hajakuacha. -hmm. Mungu amekupa nguvu, Mungu amekupa akili Mungu amekupa fursa kama hizi unazoziona, lakini wewe ndio utaki kuzichangamkia. Sasa mimi nafanya nini? Anakuangalia. Si ndio? Ni sawa. Na kingine cha mwisho. Nawapenda hey, hey. Asante sana, sana wale mabosi zangu wow. <laughs> walioniwezesha kufika mahali hapa hey, kiukweli hey. He, hivyo tu nawapenda yeah, wote wawili. Actually, yani, umepata mabosi wazuri, wakakutoa <laughs> yani, mshahara wa laki moja, wakupe laki mbili. Eh, wako vizuri na shukrani. Ila watu wako ni wazuri maende hawana shida jamani, hivi unajua, wamewasaidia wadada yani wengi sana. Wengine wamepelekwa mpaka kwenye <coughs> kozi za upolisi hmm. Yani tukiwapelekea wadada hawakai, hawa, yani lazima tu huyo dada afanyiwe maajabu fulani, yani wanasaidiwa mitaji, wengine wanapelekwa sio kwenye kozi gani jamani. Mungu awabariki. Ndio maana wanabarikiwa, yani watu wanaotoa, yani mimi nawapenda, eh, ni wadau wetu wakubwa sana, wamesaidia wadada wengi mno. Yeah. jamani, <laughs> hey. yani, jamani. Ndio maana Mungu anawabariki na azidi kuwafungulia. Hakika hawa ndio aina ya bosi mimi binafsi mm. Napenda kufanya nao kazi sana, sana, sana. sana kwa sababu hawa mm. wadada wanaokuja hapa ni wadada mm. wanaokuja wamevunjika moyo, wamekata mm. tamaa mm. ya yeah, na wana uwezo wa kutusaidia majumbani kwetu mm. kwao, kwa wale ambao wanaweza pia kuwasapoti ni kitu kizuri mm. yeah kwa sababu hawajakusaidia bure, umefanya kazi mm. lakini wakaona pia pamoja na kazi unazozifanya, licha ya kwamba si mshahara wako tuliureti laki moja mm -hmm. wakaona wakuongezee mm -hmm. aesea, au ni watu wachache mm -hmm. kwenye hii dunia mm -hmm. ni wachache ambao wenye hofu ya Mungu ndio, mm -hmm. wanaweza kumpa mtu kile kile kitu ambacho ni haki anastahili, sijui niseme mm -hmm. yani, mtu kwa sababu ungekuwa ufanyi kazi mm -hmm. vizuri yeah. Usingewapendagi pia watu wakonakona mm. Akiona ufanye kazi uwaga wanawarudisha mm, anasema mm, hili bomu he, lakini he. Ukifanya kazi vizuri he, wanakupa unachostahili unachostahili, yani, wanakulipa vizuri yani, ha, wana longolongo <laughs> <jamani. laughs> Mr. and Mrs. Maende big up sana yani, tuna furaha sana kuendelea kuwahudumia. Mungu awabariki sana aendelee kuwakutanisha na wadada wazuri mm -hmm. ambao watalea familia yenu pia vizuri mm -hmm. yeah. ha, ni hayo tu madamu ha, mwaya mm -hmm. Kila la heri Amina, nenda kaongee sasa na bosi Aaron kule. Sijui kama kuna hiyo fursa ya Dodoma. Aya, poa. Aya.